Hakuna mchezaji mwenye mataji mengi ya ligi ya mabingwa barani Afrika Rami Rabia, ni maneno ya mchambuzi Nazareth Upete, ambapo ameweza kuangazia historia ya mchezaji huyo anayejulikana kwa jina la Lami Hishimu Abde eh, Azizi Mustafa Rabi, ambalo almaarufu kama ni Lami Rabi, ambapo kwa mjibu wa taarifa za Nazareth Upete, anadai kwamba tangu kuumbwa kwa dunia hakuna mchezaji mwenye mataji mengi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuliko Beki huyo wa Al Ahly, kwa mjibu wa Nazareti Upete andai kwamba huyu jamaa ametwaa mataji sita katika utumishi wake e, tukuka kwa miaka 23 ndani ya timu hiyo aliyotumikia tangu akiwa mtoto mwaka elfu mbili na tatu na alicheza timu za vijana kwa miaka saba. Alipopandishwa kucheza timu ya wakubwa mwaka elfu mbili na kumi. Mchezo wake wa kwanza ulikuwa ni dhidi ya Hales Eli Hoduchi eh, chini ya kocha Abdul Aziz Abdul Shafi, akiwa na miaka 17 tu, kufuatia majeraha yaliyokuwa ya nyota wengi wa rwahali na kuumia kwa nahodha Hosam Gali kulimfanya achezeshwe kama kiungo mkabaji kwenye kombe la dunia la klabu mwaka 2013 pale Morocco, wakati akionyesha uwezo mkubwa wa kuvutia maskauti wa timu kubwa barani Ulaya kama Dortmund, Manchester United, Chelsea na, na Wolfsburg. Majeraha ya goti yalitibu kila kitu kwake. Alipigwa operation iliyotisha mno alitajwa kuwa miongoni mwa walinzi bora sana waliotarajiwa wali kuja kufanya makubwa kwenye soka la Misri na dunia kwa ujumla. Na mwaka elfu mbili na kumi na nne alisaini kwenye kikosi cha Sporting CP ya Ureno kwa ada ya uhamisho ya dola za Kimarekani elfu saba laki saba na elfu hamsini na biashara ilifanywa kwa ukubwa na aliyekuwa mkurugenzi wa michezo wa Goma. Alipofika tu alilazimika kufanyiwa upasuaji wa tumbo, na aliporudi, kocha hakupendezwa naye, akampeleka timu ya vijana. Akajiona zaidi mwamba, alimaindi na kutaka kuondoka kurudi Alahali. Kumbuka asilimia e, alisaini miaka sita. Jamaa wakataka dau lile lile la dola laki saba like na elfu hamsini, na Alahali wakatoa, akarudi nyumbani mwaka elfu mbili na kumi na tano baada ya kucheza mechi tatu tu na Sporting CP ya huko Ureno. Majeraha ya mara kwa mara yalimsababishia ya madaktari kumshauri astafu, hasa baada ya kuumia akijiandaa na kombe la dunia mwaka elfu mbili na kumi na nane kwa sababu haikuonekana kama anaweza kucheza tena, lakini jamaa alikataa na kusema angepambana mpaka mwisho. Kwa sasa yupo Al Ahi ya Falme za Kiarabu na sioni na sioni sa sana na mtu